Ah, kwa jina naitwa Nuru, ni mdau mkuu wa kupinga matumizi ya dawa za kulevya nchini na vile vile mkurugenzi wa pede. Karibu katika banda letu la Network of Sober House. Tunatarajia katika kilele ambacho tarehe 26 tunatarajia kumpokea Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu ndio mgeni rasmi. Elimu inatolewa, uelewa, ufahamu ni nini dawa za kulevya? Na athari zake. Mr. Tua Hamani Mtunga uh, ni mwathirika wa dawa za kulevya ambaye nilikuwa ni, ni na, na, natumia hayo madawa ya kulevya. Kwa hiyo kwa Wanadodoma wote ambao basi mko katika mkoa huu na wale walio nje ya mkoa wa Dodoma, pia vilevile tunawakaribisha kwa ajili ya kilele hiki cha maadhimisho ya kudhibiti na kupinga na kuzuia biashara ya matumizi ya madawa ya yeah. kulevya.